Taarifa zaidi bofya namba 0800020022 bure, ni kubofya tu. Yako. Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu, je, nitumie ipi? Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda sola panel na Sunda solar battery kwa bidhaa original. Hizo zinakuwaje? Mm, Sunda sola battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 ni kweli. Sunda sola battery ina dumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda solar panel, Sunda solar panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda solar panel kwa haraka sana hata kama kuna mawingu. Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia. <laughs> yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda flat flat TV ni TV bora ina kioo kikubwa kama imeandikwa nchi 19, size ya kioo chake kweli ni nchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa ni original na imara sana Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia <laughs> Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda flat TV na Sunda sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola: Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika. Mbona no, unaosha vyombo? Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema, lakini haumwi. Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku saba kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa. Ah, wana tusumbua tu, kama haumwi, haitaji kuangaliwa. Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema. Kumbe ni muhimu. Ndiyo walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku tatu hadi saba siku 28, na, na siku 42 Kumbu, kumbu. Kabisa watoto, wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku tatu hadi saba baada ya kuzaliwa. Mume wangu vyombo nitaviosha tukurudi, ah. twende sasa hivi. Watoto wengi hufariki ndani ya siku saba baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto wanarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku tatu hadi saba, siku kumi na nne, siku ishirini na nane na siku arobaini na mbili kwa uchunguzi wa afya zao. Tunza afya yao. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

katika kila safari yako ya mafanikio, kila malipo, kila akiba, kila mpango unaoweka, Mix ina huduma mahususi kwa ajili yako. Jana, leo na kesho, kila hatua Mix ni zaidi ya pesa. Jamani, jamani, mmesha nimulungia unala nimu jamani, hii ni mbegu gani? Kila siku niwaeleweshe, kuhusiana na mbegu za dekabu nimesha sema, someni hata kwenye vibandiko vyake, mbegu ya dekabu inajulikana. Hii mmeleta ni mbegu sio yenyewe. Haya, angalieni tunakwenda kupanda nini, sana itaota nini huvo shambani yani. Sasa babu ulitokosea, sasa ni kumtuma poyoyo, kila siku nasema poyoyo asitumwe. Poyoyo ye, mbegu yee anakurupuka tu eh, sasa mbegu itaota Usipate hangaiko, mkulima wa mahindi. Ili kuhakikisha unanunua mbegu halisi za Dekalb, zingatia yafuatayo: nunua mbegu za Dekalb kwenye duka la pembejeo lililosajiliwa na serikali na lenye kibali cha Toski. Unapata risiti baada ya kununua mbegu za Dekalb. Hakikisha mbegu ulionunua ina lebo ya Toski au OECD kwenye paketi ya mbegu. Mfuko wa mbegu za Dekalb haujarudiwa kushonwa. Unaponunua mbegu zisizo halisi, mbegu inaweza kukosa kuota na unaweza kupoteza zao lako lote. Nunua Dekalb halisi kwa mafanikio shambani. Kwa maelezo zaidi wasiliana na mwakilishi kutoka Bayer 0746678621. Dekalb, vuna mafanikio. Ni mapema, kumepambazuka, akili sasa ni mpya, kuzianza pilika <tipa> hmm. Kabla ya yote, sogeza sikio kando ya redio yako. Kutoka redio Kwizera FM tunakuletea Asubuhi Njema iliyosheheni taarifa zenye kuangaza mwanzo mwema wa siku yako. Hatutasoma tu, pia tutajadili vichwa vya habari kuntu vya magazeti magazeti Kero unazotaka zitatuliwe hapa, ndio mahala pake. Sasa sisi tumeandika barua yetu kwa mheshimiwa wa kwanza waziri, na kwako wewe pamoja na niniwalisema mm, kwa mdomo maana sijajenga. Nadhani kwa nini sijajenga? Kwa sababu niliambiwa mi ni binadamu yeye, na huyu mtu alimwambia kumjua, kumjuaa, nikimjua nitataja na jina lake. Sikiliza Asubuhi Njema ya Radio Kwizera FM kuanzia saa kumi na mbili na nusu asubuhi hadi saa nne kamili asubuhi. <tune> Habari ya asubuhi, msikilizaji popote ulipo, karibu sana katika asubuhi njema nyingine ya kwanza ya mwezi Oktoba mwaka 2025. Leo ndio hiyo tarehe tunayoita mosi, wengine wanaiita moja, wengine wanaiita ya kwanza ya mwezi huu wa kumi, mwaka 2025. Sauti tunayosikiliza ni ya kwake Malko kwa Bundala Pastori. Inasikika kutoka hapa Radio Kwizera FM iliyopo Ngara, Kagera, Tanzania, mpakani mwa nchi mbili E, jirani kabisa Burundi na Rwanda, lakini kwa upande mwingine huko kuna DR Congo, lakini kwa upande wa mashariki sasa e, huko nako kuna, kuna miji mingine kuna Biharamulo e, kuna Kakonko e, kuna Kibondo kwa mbali, lakini pia kwa kaskazini hivi e, kuna Karagwe kuna Muleba nayo iko huko kwa mbali kidogo mm -hmm. e, he, unaona eh, lakini kwa kusini eh, kwa mbali tunaiona Buhigwe lakini na Kibondo ikiwepo kwa ndani kwamba Buhigo inakuja inakataa e, inakuja inakataa ukiwa. <laughs> yes, so natusikiliza kutokea hapa, hautajuta kutusikiliza asubuhi hii hapa, kwa sababu tunayo mengi ya kukufahamisha. Mojawapo ni ile ambayo umetoka kulisikiliza, ni matangazo ya amka na BBC e, kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, lakini hmm, baada ya hapo tutakuwa na dondoo za magazeti asubuhi hii hapa ambayo tutakwenda nayo mpaka pale saa moja asubuhi lakini pia saa moja tutakuwa na kipindi cha Yaliyojiri kio ni marudio, lakini baada ya kipindi cha Yaliyojiri utapata nafasi ya kutuandikia kero yako hapa e, tukipata nafasi hiyo ya kusikiliza kero yako, na kero hiyo pia tutachukua hatua ya kufuatilia, hali iko vipi, kwa namna gani na mambo yote e, lengo ni kuyaweka sawa, lakini pale saa saa mbili kamili asubuhi tutakuwa na wasaa wa asubuhi njema majadiliano, na katika asubuhi njema majadiliano tutazungumza jambo muhimu sana hii leo, tutakuja tukufahamishe hapo baadaye, lakini kumbuka tu tarehe moja ina jambo lake leo. Hey, hey. tuko hapa tuko hapa, kwa hiyo utafahamu watu ambao tunaimiliki Sawa. Baada ya majadiliano, utakuwa pia na nafasi kusikiliza dondoo za michezo uh, paka pale saa tatu dakika 30, kuanzia saa tatu kamili, na baadaye tutahitimisha na leo katika historia, na tukipata wasaa basi e, mambo yatakuwa sawa. Mm, e, kama kawaida, mimi naungana na Yas na kusema kwamba asante sana kwa wale ambao waliona vipaji vyao na maarifa mm, uh, vinatosha sana kuweza kuanzia pale walipo na yeah, wakaamua kuanza kupiga hatua na ili waweze kuzifikia ndoto zao. Sasa shida imebaki kwako wewe. Ni kwa nini bado unajishauri kuanza kwamba haujipa kuanzia. Mimi nakwambia sasa hivi anza na Yas kwa sababu utakutana na intaneti yenye kasi zaidi ya 4G na 5G kila kona ya Tanzania. Vipo vifurushi vinavyokupa thamani ya pesa zako pamoja na huduma nyingine kibao unazozihitaji kukamilisha ndoto zako. Thibitisha sasa kuwa uko tayari kuanza na mtandao bora zaidi Tanzania ulioenea kila kona na unaokupa kila sababu ya kupambania ndoto zako. Anzia ulipo, anza sasa na yas. Hiyo ndio habari ya mjini asubuhi hii hapa, lakini kufahamisha wakati huo, tunakwenda kutazama taarifa zilizopo ndani ya magazeti kwa siku ya leo. Fahamu tu ya kwamba, uh, ni rahisi sana sasa hivi kupata taarifa mbalimbali kutoka kwenye magazeti kila siku kupitia Mwana Click app, na Mwana Click app ndio application ambayo utakuweka mjini wewe asubuhi hapa, uh, ya leo. Cha kufanya ni kimoja tu, kama una simu janja yako, basi ingia Mwana Click app, alafu ipakue. Ukishaipakua, sikiliza maelekezo yafuatayo. Kwanza utakwenda uta, sehemu ambayo imeandikwa sign up. Sehemu hii itakurahisishia wewe kuweza uh, kujiunga na Mwana Click up kwa urahisi, na utapata siku saba mfululizo za kusoma magazeti haya bure kabisa. Kwa nini? Kwa sababu hapa ninakwenda kukupa agent code. Kwa hiyo kishaingia kwenye sign up uh, kiboksi cha kwanza utaweka jina lako walau majina mawili Kisanduku cha pili utaweka barua pepe kwa maana ya email. Kisanduku cha tatu utaweka agent code. Hii ndio ambayo nimeizungumza kwamba itakupa nafasi ya wewe kusoma magazeti kwa siku saba mfululizo. mm -hmm. Sawa mm. Na hapo cha kufanya sasa, andika 71073, yaani 710 73 Kwa hiyo kwa kufanya hivyo utaweza kusoma magazeti mbalimbali mbali ambayo yako hapa ndani ya nchi na nje ya nchi, lakini pia nchi jirani. Yote hayo ni kwa urahisi kabisa kupitia Mwana Click app, na ukiachana magazeti pia utapata nafasi ya kupitia maudhui mbalimbali, ikiwepo podcast, video content, reels pamoja na nafasi ya kusoma magazeti ya zamani na vitabu vya kusimua. Jisajili na Mwana Click kupitia agent kodi ya 71073 uelimishi, uhabarishwe na kuburudishwa kiganjani mwako. Upewe nini nini kingine eh, mambo yako hivyo sawa. Kwa hiyo asubuhi hii mambo yanakuwa dakta kabisa, tunakwenda kutazama taarifa ambazo zimepewa kipaumbele kwenye magazeti ya leo. Na tunakwendaje? Tunakwenda kama ifuatavyo Zipo habari kuntu, matukio muhimu na michezo. Tunafunua kurasa, tusome na tujadili pamoja. Uchambuzi wa magazeti. Yes, tayari tumerejea hapa kwa ajili ya kukupitisha kwenye taarifa za magazeti asubuhi ya leo. hmm. Tunaanzia wapi leo? Tunaanzia kwenye gazeti la Mwananchi. Gazeti la Mwananchi siku ya leo limeandika mengi sana, lakini uh, tukianza na gazeti hili kwenye ukurasa wake wa mbele limeandika kitanzi kwa mama. Ni kitanzi gani? Mahakama yamtia hatiani yeye na mwanawe wa kiume mauaji ya kukusudia ya binti yake, baada ya hukumu kimya cha tawala no. sawa? Bwana, gazeti hili la Mwananchi limeandika katika ukurasa wa tatu habari picha, hapa namwona askari wa jeshi la magereza akiwa na mama amejifunika, sijui ni kitenge kile, sijui ni kanga, hii ni kanga hmm, lakini kwa pembeni pia hapa namuona mwanamke mwana mmoja amejifunga, amejifunika Uh, ushungi mweusi na maaskari magereza wawili hapa wa kike kwa pembeni pia yupo kijana ambaye ameketi. Vita vya Mwinyi Othman kusaka kura 717557, uh, Unguja. Tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC imetangaza kuwa jumla ya wapiga kura ni laki saba kumi na saba elfu mia tano hamsini na saba ndio walioidhinishwa kushiriki katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 29. Taarifa iko ukurasa wa sita na mahakama ya piga stop mamilioni kutoka benki. Ni yapi hayo? Ni shilingi bilioni moja nukta tano, kiasi cha fedha ambacho watuhumiwa wanadaiwa kuchota kwa kuingilia mifumo ya kampuni ya Sim Tanzania kupitia mtandao wa tipesa hawa ni TTCL sawa, ni ukurasa wa nne wa gazeti hili, lakini mambo matatu kutumika kwa kumwenzi Dr Salim, ukurasa wa pili. Habari nyingine inasema CCM kukamilisha miradi iliyoomba aliyoomba Msuya, mwalimu aahidi viwanda. Ni gazeti la Mwananchi lina undani wa taarifa hizo. So daktari kabisa, mbele yangu kuna gazeti la Habari Leo linasema ya kwamba Samia aahidi makubwa zaidi ni yapi hayo? Anasema anajua fedha zitatoka wapi. Hataki mikopo ya manyanyaso. Atoa neno mashamba Korogwe. mm -hmm. Nchimbi amsifu uh, diplomasia ya uchumi okay. Ehe. Na habari zaidi ni ukurasa wa pili wa gazeti hili la habari leo, na hapa tunamwonyesha mgombea urais wa tiketi ya chama cha mapinduzi, mm -hmm. Samia Suluhu Hassan akizungumza na wananchi wa Mombo mkoani Tanga. Mwendelezo wa kampeni za wa uchaguzi mkuu jana, hiyo na taarifa nyingine inasema, CUF yaahidi mifumo mipya kodi na umeme ah. habari zaidi ukurasa wa nne mm. E, hawa ni CUF. Ehe. Majaliwa atoa maagizo kukabili udumavu. Udumavu gani huo? kamata gazeti lako la habari leo ukurasa wa saba utafahamu zaidi, lakini ukurasa wa tatu kuna taarifa inasema mama mwanaye wahukumiwa kifo, kesi ya mauaji mama na mtoto eh, ila ana roho na. Ukurasa wa saba mm, bibi atuhumiwa kuua mjukuu kisa salamu <laughs> nah. Salam. Lakini na wewe, kwa nini usimsalimie? Yaani kwa nini usimsalimie? Je, imetokea mm, Kahama cabe. Wow, yeah. Ah. Kahama. Lakini sasa bibi na wewe kweli tu jamani salamu. Kwani tangu kumekucha umesalimiwa na wangapi? Kahama hiyo. Acha nikupitishe hapa. Uache rongo mbingo. Twenzetu. Tuko na nani? Mwana click. Mtoto Sofia Ndoni mwenye umri wa miaka mitatu amefariki dunia kwa madai ya kushambuliwa na kipigo kwenye sehemu mbalimbali za mwili wake kwa fimbo na mpira wa bomba, hmm. kisha kukabwa shingoni na bibi yake aitwaye Kristina e Kishiwa. Mtoto huyo alikuwa akiishi na bibi huyo ambaye ni mama mdogo wa mama yake mzazi, katika mtaa wa Nyakato, kata ya Nyasubi, manispaa ya Kahama, mkoani Shinyanga. Nyakato si pale tu kata kona hivi kama tagazeti la Habari Leo utafahamu zaidi, ili kuwaje eh, na mambo yalikuwa vipi bila bibi eh? Leo ni siku ya wazee, leo ya wazee dunia. Sawa, tuendelee. Sawa, taarifa nyingine inasema ya kwamba Dkt. Mwinyi anasema tunaleta mabasi ya umeme, asema yatalinda mji mkongwe, treni za barabarani zaja, teksi za baharini kupeleka watalii visiwani. Habari zaidi ukurasa wa tatu wa gazeti la habari leo. Ni hayo tu ambayo niko nayo kwenye gazeti hili ambalo liko mbele yangu. Wakati unakamilisha na gazeti hilo gazeti la habari leo kwa upande wako, kwa upande wangu mimi nalo gazeti la wamachinga sauti ya wanyonge limeandika, hmm, Dkt. Samia kufufua viwanda. Uh, taarifa hii utaipata katika ukurasa wa tatu Ah, hidi mageuzi makubwa sekta ya afya. Benki ya NMB yazindua tawi maalum NMB Tinde Mnadani. Gazeti hili lina taarifa hiyo. Lakini Arusha kusimama mapokezi ya Samia, CCM yatamba kuweka rekodi na vyuo vikuu Tanzania Kanada kujenga jamii imara dhidi ya mabadiliko tabia nchi, ukurasa wa tatu. Gazeti la Wamachinga sauti ya wa wanyonge lina taarifa hizo siku ya leo na ni kujulishe tu kwamba Yasi sasa hivi wanaendelea mm, kuwashukuru wale wote ambao waliona kuna haja ya kuchukua hatua kutumia kipaji na maarifa ili waweze kufikia ndoto zao. Na yeah, kilichobaki sasa hivi mm, na kinachotustaajabisha ni wewe tu ambaye bado, na sita sita, kwa nini hautaki kuanza? ni kwa sababu haujui pa kuanzia Anza sasa, anza na Yas kwa sababu utakutana na internet yenye kasi zaidi ya 4G na 5G kila kona ya Tanzania. Kuna vifurushi vinavyokupa thamani ya pesa zako pamoja na huduma nyingine kibao ambazo unazihitaji ili uweze kukamilisha ndoto zako. Thibitisha sasa kuwa uko tayari kuanza na mtandao bora zaidi Tanzania ulioenea kila kona na unaokupa kila sababu ya kupambania ndoto zako. Anzia ulipo, anza sasa na Yas. Sawa, shukrani sana. Tuelekee upande wa michezo. Habari kubwa hapa kwenye gazeti la Habari Leo inasema Yanga ya banwa Singida kicheko. Ah, mechi ya Singida bwana. Mm. Na hapa kuna wachezaji wa Singida Black Stars wakishangilia bao walilofunga mm, uh, lilofungwa na Elvis Rupia katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Mashujaa FC katika uwanja wa KMC Complex Mwenge Jijini Dar es Salaam na Singida lilipata ushindi wa bao moja kwa sifuri. Sawa? mm. Eh, ni moja taarifa ambayo imeandikwa hapa lakini, eh, Jado FFU atoa pongezi kwa wadau wa dance kivipi? Ukurasa wa 21 utafahamu zaidi. Lakini uchaguzi TPLB kufanyika Novemba kwa maana ya mwezi ujao mm. Simba na Mungo kuumana kwa Mkapa ni, ni leo, ni leo. Kwa utafahamu zaidi uh, itakuwa vipi itakuwaje? Lakini pamba walia na majeruhi wengi, ukurasa wa 23 habari utaikuta huko kwa undani na utaifahamu zaidi. Ni hayo tu. Gazeti la Mwana Sports, kata kiu ya michezo na burudani, leo limeandika vita ndio imeanza, kile kimeo cha Fadlu mm. bado ni kimeo gani? Kamata nakala ya gazeti lako hili utasoma kwa undani zaidi. Na leo saa kumi na mbili kamili jioni uwanja wa Isamuyo JKT watakuwa kibaruani na Azam FC uh, wakati JKT wakiwakaribisha Azam FC, lakini Simba watakuwa wanawakaribisha Namungo majira ya saa mbili na dakika 15 usiku mm -hmm. Kwa Mkapa pale, ukurasa wa pili mastaa wavunja mechi BDL City, Da City imeendeleza ubabe ligi ya kikapu Dar es Salaam, ukurasa wa nane. Na Debora, kwa mama ngumi ni sawa na kujiuza ukurasa wa kumi, lakini maswali ya miezi saba Mbeya City ya Ikomalia Yanga Singida kileleni, utakutana nayo ndani ya gazeti la Mwana Sport. Hapa pia kuna msimamo wa ligi kionyesha timu ya Singida Black Stars iko kileleni kwa pointi 6 sawa kwayo, hmm, inaongoza ligi kamilisha hivyo kwa namna yake, ukikaza uki hmm. hmm. wanaongoza ligi kwa sababu hapa anayemfuatia ana pointi 4 Yanga na kuna Dodoma pia na pointi nne JKT na pointi nne na Mungu ana pointi 4, Mashujaa na pointi 4, Mbeya City ana pointi 4, Simba ana pointi 3 na wengine wengine wako na point 3 mpaka wanakuja kukutana na TRA United ambao wana pointi mbili wakifuatia na Pamba Jiji pointi mbili lakini Fountain Gate hana chochote mpaka hivi sasa ni mweupe pe. Kamilisha hivyo mimi kwenye gazeti hili. Asante kwa kutukamilishia hivyo, na ndivyo ambavyo tunakamilisha kukuletea taarifa ambazo zimeandikwa kwenye magazeti ya leo. Wewe kikubwa kamata nakala yako sasa hivi na ukafurahie maudhui mbalimbali ambayo yapo huko, lakini kama hautaweza kufanya hivyo, basi jiunge na mwana click hii leo, utafurahia mengi zaidi. Wewe kikubwa ipakue application hiyo kupitia simu janja yako na utaenjoy sana kwa hiki ambacho ee tumekusogezea asubuhi hii hapa ya leo, tukirejea ni yaliyojiri. Asante kwa kusikiliza dondoo za magazeti. Zipo habari kuntu, matukio muhimu na michezo. Tunafunua kurasa, tusome na tujadili pamoja, uchambuzi wa magazeti. Supreme International Limited ni kampuni inayotoa huduma ya ulinzi wa uhakika kwa wateja, inao uzoefu wa zaidi ya miaka ishirini. Tuna matawi mikoa yote ya Tanzania. Imani yetu inajengwa na walinzi wenye maadili na uaminifu wa hali ya juu, ndio maana tunafanya kazi na serikali, taasisi za dini, makampuni mbalimbali mbali na taasisi za kimataifa. Karibu sana. Makao makuu ni Bwiru mkoani Mwanza. Tupigie simu namba 0753372068. Nyote mnakaribishwa kwa huduma safi ya ulinzi. Yaani ndugu yangu, nakuona huko unaandaa shamba, hujatosheka? tuna hizi hasara za mwaka jana. sasa hivi nimegundua mm, siri mpya ya mafanikio. Siri? siri gani? Wewe si useme sasa. Mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana. Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende nami, nikaandaye na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa. Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 445 Chapa sungura. Ni mbegu inayokomaa mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 Chapa ngamia. Ni mbegu inayokomaa kwa siku 75 mpaka 80. Inazagu nia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 Chapa nyati. Ni mbegu inayokomaa siku 80 mpaka 90 tis. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru ya chibii 623 Chapa kiboko. Ni mbegu na inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea, pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 06 99 8 Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako maradufu. Ewe baba, mama na mlezi, safisha choo mara kwa mara na kumwagia majivu ndani na nje ya tundu ili kupunguza harufu na nzi. Funika tundu na funga mlango wa choo wakati wote. Ujumbe huu umeletwa kwenu na JRS Radio Kwizera kwa kushirikiana na Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii, shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa, UNICEF, kwa ufadhili wa watu wa Japan. Hondohondo hondo, wazazi wema huwezesha watoto <mulia> Kwa zaidi ya miaka kumi na tatu sasa, chuo cha Redeso Bororo Vocation Training Center kilichopo Ngara mkoani Kagera kinajivunia kuzalisha wataalam katika fani ya udereva na kada nyingine za ufundi waliojiajiri na na kuajiriwa. na sasa uongozi wa chuo unatangaza nafasi za masomo ya udereva miezi mitatu kwa kozi za muda mrefu kwa wale ambao wanaanza na kozi fupi za wiki mbili kwa waendesha vyombo vya moto bila leseni wala mafunzo rasmi. Chuo kimesajiliwa katika mfumo mpya wa serikali kwa mafunzo ya udereva. vilevile vile chuo kinatangaza nafasi za masomo kwa kozi ya kompyuta, ufundi wa umeme majumbani, ufundi wa magari, washi, ICT, ususi na mapambo. Chuo kinapokea wanafunzi wa hitimu wa, wa darasa la saba hadi kidato cha sita kuanzia tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2025. fomu za kujiunga zinapatikana chuoni, kwa walio mbali watatumiwa kwa njia ya WhatsApp. Hosteli zipo kwa jinsia zote. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0764351871 na, na, na, na 0782 mia tano sitini na saba mia nane sitini. Karibu Redeso Buhororo Training Center, upate ujuzi wa maisha yako ya sasa na baadaye. Mkuu wa chuo cha afya Buhongwa College of Health and Allied Science Bukoas anawatangazia kufunguliwa kwa dirisha la udahiri kwa muhula wa Septemba 2024 kwa kozi za pharmacy kwa ngazi ya certificate na diploma katika kampas ya Buhongwa na Usagara zilizopo jijini Mwanza. Chuo kimesajiliwa na Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi NACTE, pamoja na Wizara ya Afya. Sifa za kujiunga ni ufaulu wa angalau alama d4 yakiwemo masomo ya, ya baiolojia Ada zetu ni nafuu, shilingi milioni moja na laki nne kwa mwaka, na inalipo kwa awamu nne. Tuma maombi yako sasa kwa kupiga simu au whatsapp 0762696688 au simu namba 0765246735 au simu namba 068936